Ni mda wenye malengo. Kila mda ulio nao ni mda wenye jambo. Kila mda ulio nao ni mda uliobebesha sababu. Kila mda ulio nao ni mda ambao una mipangilio. Muda ambao unatakiwa uwe muda wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa peke yake, no oh. Hakuna muda ambao unatakiwa upangiliwe kuwa muda wa kawaida, no. Hakuna muda unaopangiliwa kuwa muda wa, wa, wa kawaida wa kupita bila jambo wa kupita bila jambo wa kupita bila, bila tukio wakupita bila kitu wakupita bila kitu. Usipoteze muda usipoteze muda, kwa sababu kwa sababu ni kawaida. Usipoteze muda, kwa sababu hauna kitu cha kufanya. Hakuna muda ambao amba unatakiwa upotee bila kitu, bila vitu bila tua bila revo. Kila muda upangilie, kuwa na mpangilio unaopangirika, unaowekwa, unaoachiliwa, unaoachiliwa, unaoachiliwa, unaoachiliwa kwa mikakati, kwa mipango, kwa ajenda. Usipoteze muda ya kuleta matunda, una siri yake, ya kuleta mafanikio, una siri yake, ya kukuvusha, una siri yake, ya kukuletea profit, una siri yake, ya kukuletea faida, kwa sababu Mungu hajaachilia muda upite kama kupita.